Kuna mambo fulani kwenye maisha yako yakikutokea, unalazimika kupotea kidogo kutoka kwenye public. Huwa tunaita moment of disappearance. Kuna vitu ambavyo vinaweza vikatokea vikakuletea tension, vikakuletea wakati mwingine aibu wakati mwingine vinakufanya usiwe huru kwenye mambo yako, ni mambo ambayo yanatokea wakati mwingine, anaweza akawa yanahusu biashara, yanahusu familia yako, yanahusu mahusiano au yanahusu pesa, yanahusu nafasi yako kwenye uongozi na vitu vinavyofanana na hivyo. Na mambo hayo yakitokea, kuna wakati utalazimika kidogo kuwa na moment of despair kwa sababu eh, kubwa tatu. Cha kwanza, kuna wakati utahitaji kukusanya nguvu upya. Watu wengi sana wanapopitia hali hii huwa inawadhofisha inadhofisha akili zao kwa unakuta uwezo wao wa kufikiri unakuwa ni mdogo, kwa maana yake hata uwezo wa kutatua matatizo pia unakuwa ni mdogo sana. Lakini pia unakuta inadhoofisha hisia zao, unakuta ni mtu anakuwa hisia zake zimekuwa so weak amekuwa mdhaifu sana kiwango ambacho mtu akiandika jambo labda kwenye social media kutokana na ile hali yake ambayo anayopitia, unakuta naye anamjibu, anatukana, anamjibu vibaya. Wakati mwingine anajirekodi vitu ambavyo vinaendelea kumwharibia ile sifa yake. Kwa hiyo ni vizuri sana kujua kwamba unahitaji wakati fulani wa kukusanya nguvu ili uweze kusimama upya. Hili eh, e, ni jambo ambalo linatokea watu wengi kwenye maisha. Wewe sio wa kwanza, kila mmoja ameshakutana na changamoto na mara nyingi unaweza ukakutana nayo hata zaidi ya mara moja. Kwa hiyo kupotea kwenye jamii au kupotea kwenye macho ya watu haimaanishi kwamba umeshindwa. Hapana, inamaanisha kwamba unaenda kujipanga upya. Kwa maneno mengine, jeshi wana kitu anaita retreat strategy kwamba, eh, unaweza ukarudi nyuma adui yako anapokushambulia, sio kwa sababu umemuogopa au sio kwa sababu umem, amekushinda, ila ni kwa sababu unajipanga upya. Kwao maana yake ni kwamba naweza nikaamua kupotea kwa muda fulani. E, nikapotea labda kwenye mitandao ya kijamii, nikapotea maeneo ambayo nimezoeleka, nikapotea hivyo gu... kuna maeneo unaamua kupotea makusudi. Ni strategic disappearance, lakini dhamira yake ina... ni kukusaidia kukusanya nguvu upya ili urudi ukiwa na nguvu mpya. La sivyo kadiri unavyoendelea kulazimisha kuwepo katika macho ya watu na katika maeneo ambayo umezoeleka, maanake nguvu zako zinazidi kushuka chini kwao, badala ya kuendelea kuwa kupanda juu, kitakachotokea eh, kulazimisha kwako kutakusababisha uendelee kudhofika na mwisho utapotea kabisa, au utatengeneza matatizo makubwa zaidi, kwa sababu kama nilivyosema, hisia zako zitakuwa dhaifu kwao, uwezo wako kukabiliana na zile changamoto unakuwa ni mdogo sana, kwa hiyo unatumia una huo muda the moment of disappearance kwa ajili ya kusaidia kukusanya nguvu mpya, lakini cha pili inakusaidia kuondoka au kujiondoa kwenye attention ya watu. Unajua, jambo fulani linapokuwa limetokea labda limekuletea aibu kama hivyo unavyosema, au wakati mwingine limeleta changamoto kwenye maisha yako, unaanza kuwa point of discussion, yaani watu wanakuwa na kujadili, na kadiri watu wanavyokuwa na kujadili, inatengeneza fikra zingine, inatengeneza mitazamo mingine, na kwa sababu ni mwanadamu, lazima kwa namna fulani unataka kujibu au wakati mwingine sio kujibu, utataka kujitetea. Lakini wakati unajitetea, kuna vitu utazungumza ambavyo hawakuwa wanavijua watu lakini utalazimika kuvisema ili wathibitishie ukweli ambao pengine hauwajui. Utakavyovisema vile vitu vingine vipya, wataacha kile cha kwanza, wataanza kufuatilia vitu vingine vipya. Kwa hiyo utajikuta kila siku unakuwa ajenda, na hii itakupeleka kwenye position ambayo tunasema defensive position. Sasa ukiwa kwenye defensive position, ni defensive, ni position hatari sana kwenye maisha eh. Kwenye boxing huwa wanasema kwamba unaweza kuwa offensive, yaani ukashambulia au unaweza kuwa defensive, maana yake ukalinda uka zaidi. Lakini imeonekana na imethibitika kabisa, hakuna mtu anayeshinda kwa kuwa defensive kila wakati, na wanasema the best defensive technique is to be offensive, yani kwa mingine, ya eh, kwa yon, maneno mengine njia bora ya kujilinda ni kushambulia. Hiyo ni falsafa. Kwa hiyo maana yake ni kwamba utakapojiruhusu uwe kwenye defensive mode au defensive position, yani kwamba kila siku mtu anaandika kitu, mtu anasema kitu, nawe kazi yako inakuwa ni kujitetea, ni kujielezea, ni kujionyesha kwamba hujakosea. Hauwezi kufika mahali, lazima utaharibikiwa. Kwa hiyo unapata moment of disappearance, unajificha kidogo au unapotea kwa muda fulani, ili uruhusu ile discussion inayokuhusu wewe na usili jambo ipotee kwa muda fulani e, wanadamu wana tabia kama kitu ukipi attention e, huwa kinapotea chenyewe. Ndio maana hata kwenye majina ya utani jina, wakikupa jina la utani ukilichukia ndio linakukaa zaidi lakini ukilipuuzia huwa alikukai zaidi. Wewe angalia majina yote ya utani ambayo watu wa, yamewakaa kwenye maisha yao, mwanzoni walikuwa wanayachukia hivyo. Hivyo na wewe pia, kwamba watu watakapoanza kuongea, watakapoanza kusema, wakiona haujibu haupo, uh, upo kwenye pikcha hauonekani na vitu vinafana na hivyo, wataacha kuongea, watasema mtu mwenyewe tunamwongelea, kwa sababu nia ni kutaka kukuumiza wewe. Eh, ndio nature ya wanadamu ilivyo, wanataka ukasirike, wanataka uumie wanataka uone kwamba umepoteza, wanataka uone kwamba haiwezekani tena, wanataka uone kwamba we sio kitu tena. Wakiona hicho kitu wakipati, wataenda wataamia, watamtafuta mtu mwingine. Kwa hiyo, moment of disappearance inakusaidia kujiondoa kwa focus of discussion. Lakini cha tatu ambacho kinakusaidia kwenye moment of disappearance, inakutengenezea mwanzo upya, kwa sababu haya mambo yanapokukuta wakati mwingine yatakulazimu kujifikiria upya. Nasema you rethink about your strategy, you rethink about your direction unaanza kufikiri kuhusiana na mwelekeo wa maisha yako. Kwa hiyo mambo yanapotokea, naweza kaanza kuonyesha kwamba hapana, kumbe mimi sasa hivi natakiwa nibadilishe mwelekeo wa maisha yangu, natakiwa niache hichi kitu nifanye jambo fulani, natakiwa nianze kitu kipya ambacho nilikuwa sijakianza hapo mwanzoni. So hii yote inakutengenezea muda wa kukaa na kutafakari. Huwezi ukafanya hivi katikati ya makelele ya watu. Watu wanapokuwa wanakupigia makelele, wanapokuwa wanakufa, wanakusema wanapokuwa wanakufuatilia, inakutengenezea confusion kwao, utajikuta kwamba huwezi kufanya kile ambacho unataka kufanya. Matokeo yake ni kwamba utazidi kuharibu zaidi mwelekeo wa maisha yako, utazidi kuporomoka, utazidi kwenda mahali ambako sio sahihi, utazidi kufanya vitu ambavyo vinaharibu maisha yako. So unahitaji moment of ili upate kutafakari, ukae chini useme hivi, naelekea wa wapi kutokea hapa? Mwelekeo wa maisha yangu ukoje? Niendelee kufanya hili jambo au niache? Nifanye hiki au nielekee mwelekeo? Kuna muhitaji huyu au simhitaji? Ule muda utakupa muda wa kutafakari na kujitambua na kujigundua. Na watu wengi sana walipopitia nyakati ngumu za maisha yao zilizowalazimisha kujitenga kidogo na watu au kupotea kwenye macho ya watu, walipoondoka waliporudi tena, walirudi wakiwa hodari zaidi. Nakumbuka stori ya um, alio, Sa Edmund Hillary ambaye alikuwa mtu wa kwanza kufika kwenye kilele cha Mount Everest. Alijaribu mara ya kwanza lakini hakufanikiwa kufika kwenye kilele, na walipoteza baadhi ya watu wakafa njiani. Baada ya hapo aliporudi, aliposhuka chini, nakumbuka walimwandalia sherehe, ingawa kufika kileleni lakini aliandaliwa sherehe kwamba hii ni sherehe tunakuandalia kwa kupongeza, hujafika kileleni lakini angalau umeweza kufika sehemu fulani. Wakati wana, wanafanya ile sherehe, walikuwa wameweka ile bana kubwa sana yenye mlima Mount Everest. Kwa Sa Edmund Hillary alipokuwa anaongea kuhusiana na ziara yao au kupanda kwao mlima juu, akasema akazungumza, akawamshukuru kila mmoja na kila mmoja aliyemsupport. Baadaye akaugeukia ule mlima, akawaambia kwamba Mount Everest, you you you cannot grow higher than you are but you can become stronger than you were before so we we'll come back to you and climb again, kwamba mlima Everest, we huwezi kukua na kuwa mrefu zaidi ya ulivyokuwa, lakini sisi tunaweza kuwa bora na hodari zaidi ambavyo tulikuwa. Tunaenda kujipanga upya, ili turudi tena kupanda nini. Kilitokea baada ya miaka michache? Alirudi tena na akapanda, akafika kileleni. Kwa hiyo kujitoa kwenye macho ya watu kwa muda mfupi sio ishara ya kushindwa, ni ishara ya kwamba unajitambua na unajiandaa kwa ajili ya kushinda zaidi. Kung'ang'ania kuendelea kuwepo wakati nguvu zinakuishia ni kujimaliza.